Ndugu na kipenzi cha burudani, ni mbebalawama ndani ya Masters TV, lakini siku ya leo nimetaka nikusumbue kidogo. Mwanadamu kama mwanadamu aliye na uhai, aliyepewa pumzi ya uhai na Mungu, ni vyema sana kujijengea nafasi ya ibada. Nafikiri ibada zipo kwa aina tofauti tofauti zipo ibada za Wakristo na zipo ibada zingine kulingana na mapokeo yako. Nimekwambia uwe mtu wa kujijengea kuwa na nafasi ya ibada katika maisha yako, kwa sababu tunaishi na watu ambao hawapendi sisi kufika sehemu. Na kumbuka, ibada ni kitu ambacho kinachomsukuma mtu katika nafasi anayotamani kuwa. Kwa hiyo Nimeyaongea ya yote kwa sababu dunia tunayoishi ni ngumu sana bila Mungu. Mista echi ndani ya Mastaz TV, uwe na Jumapili njema, uwe na siku njema, na kitu cha mwisho, uwe na hofu ya Mungu. Asante.